Habari ya wakati wa mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omary kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya pepo mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kuelekea kusini mwa nchi yetu, pamoja na pwani ya kusini. Na kwa siku leo, maeneo machache ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mbona na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchalo salia yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na makavu na kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho maeneo machache ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mbona ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa so upepo, sasa tarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia halimagu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia halimagu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia halimagu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia halimagu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia halimagu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage, kwa heri.